Bana, nikikwambia unitajie list ya wasanii wakubwa kwenye swala zima la movies e, za Marekani lakini movies za nje. Bana, The Rock ni moja kati ya wasanii ambao hutaacha kunitajia kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao pia wanafanya poa zaidi katika e, movies za mapigano pia. Mshikaji ambao ukionekana hata mwili wake anaonekana ni mtu wa mazoezi sana na vitu vimekuwa vikienda viral kinoma noma. Sasa kuna video clip ambayo iliweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ambapo alikuwa kama akipakwa e, makeup fulani hivi katika e, sura yake kichwani na sehemu nyingine tofauti tofauti na e, watoto wake. Sasa mwigizaji anafanya wa wa wa eh, uh, masuala mazima ya mieleka, anafahamika kwa jina la The Rock Johnson, pia ameweza kuwavunja mbavu mashabiki wake mara baada ya kuweza kuweka video hii kwenye Instagram yake ikionyesha jinsi mabinti zake walivyomgeuza eh, kituko kwa kumfanyia kichwani kwangu <laughs> noma sana lakini pia ilivyofika e, saa mbili kam e, saa mbili na hamsini na tisa anasema nilikubali kuteswa. Sasa wakaingia kwenye ugomvi mkubwa kuhusu aina ya makeup watakayonipaka, wakaamua wa, e, wagawane uso e, uso wangu, lakini pia katika aweze moja moja kufanya, upande, upande, upande kufanya upande wa kichwa mwingine kuweza kufanya upande wa uso. Lakini pia eh, nipo bafuni nikigundua kuwa huu upuuzi wa lipstick eh, glitter na eye shadow ni mgumu sana kuosha. Mara baada ya kuweza kupaka vile kuweza kwenda kuosha, ikawa ni mgumu sana kwa sababu vitu ambavyo vimekwisha kuvipaka vimekuwa kama design fani hivi havifutiki. Sasa nipo kwenye mkutano wa Zoom bado nina rangi ya kucha na hakuna aliyeniambia kitu, kwamba akajisahau mpaka kwenda kwenye mkutano wa Zoom, masuala mazima ya movie huko eh, kumbe bana, kulikuwa bado kuna rangi ya kucha kwenye eh, kuna rangi kwenye kucha zake ambazo alikuwa amekwisha kupakwa eh, na watoto wake. Lakini licha ya yote hayo The Rock pia alikiri kwamba moyo wake ulijaa furaha, ambapo pia alikuwa akiwaaga watoto wake eh, usiku lakini mwishowe wakati wa kuwalaza eh, kitandani na kuwabusu wa, wakati wa usiku mwema, au wakiwatakia usiku mwema, unakumbukwa haraka kabisa kuwa wao ni wadogo. Mara moja tu angefanya chochote ili kuweza kuwafanya wacheke na watabasamu au waweze kupata furaha zaidi. Kisha akamaliza kwa utani kwamba asante muziki, uh, asante muziki wa Roy dadi, sasa anahitaji tackle au tatu numa sana sasa. The Rock pia ana watoto watatu wote wa kike, mkubwa Simeon Johnson mwenye umri wa miaka 23 aliyempata aliyempa, uh, na mke wake wa zamani ambaye anafahamika kwa jina la Danny Gracious, lakini pia yeye na mke wake wa sasa Lauren Hashian wana watoto wawili, ambaye Jasmine ana umri wa miaka 9 lakini pia Tiana Johnson mwenye umri wa miaka saba. So wamepishana miaka miwili tu mtoto wake wa pili na watatu, lakini mtoto wake wa kwanza ana umri wa miaka 23 ambaye aliweza kuwapata nje ya mama yake huyu ambaye anaishi naye kwa sasa hivi. Yapi maoni yako kuhusiana hili? So, wazazi waendelee kuwa karibu na watoto wao na tunajua kabisa kwamba watoto wa Eh, wamekuwa ni watu ambao eh, combination yao imekuwa ikibamba sana tofauti kutokea sehemu tofauti tofauti. Hata wewe pia kama mwanamke pia, au kama, kama mtoto wa kike na baba zinakuwa zinabamba sana lakini pia mtoto wa kiume na mama wakikutana zinakuwa zinabamba sana. Sasa, drop comment yako kuhusiana na hiki yapi maoni yako, tuendelee kupendana watoto wetu ama namna gani? Vipi, tuna maasira